Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tuko katika kipindi cha Pasaka na tunayatazama mambo mbalimbali yaliyotokea wakati wa Pasaka. Kipindi kilichopita, tulimwona Yesu akiwatokea wanafunzi wake na kusema nao lakini mmoja wao aitwaye Tomaso wakuwepo walipotokea sasa. Tumtazame petro kitu gani? Ah, Tomaso tumtazame Tomaso naye, baada ya siku nane Yesu alikuja akajidhihirisha kwake. Hazijafika siku nane, lakini walau tuone mambo yaliyotokea, e, wakati Yesu alipofufuka. Bibilia inasema Yohana msali ishirini msali wa ishirini na sita kuendelea. Basi baada ya siku, siku nane, wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiye amini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona kumesadiki; waheri wale wasioona wakasadiki. amini tendwa mtazamaji wangu wa kipindi cha mkate wa leo, Mungu wa mbinguni aendelee kukubariki unapofuatilia vipindi hivi muhimu. Hapa tunakutana kisa cha Tomaso wakati Yesu siku ile alipofufuka alijitokeza kwa wenzake, ila yeye hakuwepo. Tujui alikuwa wapi, lakini labda katika harakati za kujificha ili wasije wakakamatwa na askari wa Kirumi. Sasa siku ya nane baadaye Yesu akatokea akawakuta tena wamejifungia. Basi alipofika aa, alipofika akawasalimia, amani iwe kwenu. Basi bila shaka wakasema na kwako pia. Sasa siku hii ndiyo siku ambayo Tomaso pia alikuwa pamoja nao, wakijadili mambo mbalimbali mbali, labda wakiendelea kumhimiza kwamba bwana, sisi tulishamuona Yesu, kulia wapi bwana. Sasa ghafla, wakati labda wa mazungumzo yao, ndipo Yesu anawatokea sasa. Yesu hakushughulika na yeyote, Yesu alishughulika na Tomaso peke yake. Akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu, lete na mkono wako, weka kwenye ubavu wangu, uone kwamba ni mimi. Mkono yangu ndio iliyotobolewa na misimali pale, na ubavu wangu litobolewa na mkuki. Hebu niangalie vizuri Wala nataka usiwe asiye amini bali aaminie. Nataka usiishi bila, uh, bila imani bali nataka uishi ukiwa na imani juu yangu. Tomaso alipomwona Yesu akatekewa. Sasa angalia Tomaso alichojibu, akasema Bwana wangu na Mungu wangu Bwana wangu na Mungu wangu. Yani kwa kifupi, anasema wewe ndio bwana wangu, wewe ndiye mungu wangu. Kwa e, mtu unapotekewa, wakati mwingine unaweza ukakosa maneno mazuri ya kusema, au unaweza ukakosa cha ja kusema. Kwa hiyo, unajikuta tu unatamka kitu ambacho ni cha mshangao. Kwa hiyo, Tomaso hapa ana mshangaa tu oh, bwana wangu we, mungu wangu we. Hmm. Bwana wangu we Mungu wangu we. Hmm. Anaudhihirisha ukuu wa Yesu Kristo kwamba yeye ni Bwana na ni Mungu wake. Anashangaa kabisa, ametekewa. Ndipo Yesu akajibu akamwambia: kwa kuwa umeniona, sasa unaamini. Lakini wanaheli wale ambao hawajaniona lakini wakaendelea kuamini. Wanaheri wale ambao hawajaniona, lakini wakanisadiki, wakaendelea kuamini. Sadiki ni kuamini. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa Tomaso kumwondolea shaka yake, alikuja kumwondolea shaka yake na kwa kweli Tomaso mashaka yote akaisha, akajenga imani kwa Bwana Yesu akamnena, wewe ni Bwana wangu, wewe ni Mungu wangu, wewe ndiye Bwana wangu, wewe ndiye Mungu wangu katika maisha yangu na maisha yako. Una heri wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe una heri Yaani umebarikiwa. Heri ni kubarikiwa, heri ni baraka. Kwa hiyo maana yake wewe umebarikiwa, ambaye unamwamini Bwana wetu Yesu Kristo kuwa ni Bwana na mwokozi wa maisha yako. Kinyume chake ni kwamba wana ole wote ambao wanashaka na Yesu Kristo, hao wana ole. Ole ni kinyume cha heri. Kwa hiyo kama mtu hana imani na Yesu Kristo ole wake atakapokuja, ole wake atakapokuja. Lakini kama wewe ni wa Yesu Kristo, wewe umefanyika mfuasi wake, umebarikiwa sana, umebarikiwa mno. Lakini ingali bado nafasi kwa yule ambaye bado ana shaka na Yesu. Mimi nikuondolee mashaka, Yesu Kristo ndiye. Sina lugha ya kutosha kushawishi umwamini Yesu, lakini Yesu Kristo ndiye. Kwa nini? Kwa sababu hatu hatutakiwi mpaka tuone, hatutakiwi mpaka tumuone Mungu ndipo tuseme naamu, sasa Mungu nakuamini, takuwa tumechelewa lakini vizuri kumwamini hata hatujamuona, maana Yesu alisema neno muhimu, wanaheri wamebarikiwa wote ambao wananiamini bila kuniona. Nami nikuombe, nafasi bado ipo kwa wewe ambaye hujamwamini Yesu bila kumwona, we mwamini tu, haya maneno tunayekwambia yanatosha kuaminisha. La, ukisubiri maneno mengine ya labda ya yeye mwenyewe, subiri kama unasubiri kumuona mwenyewe, subiri. Maana siku ile ya kuonekana kwa Yesu itakuwa hivi: wengi watamuona Yesu akiwaambia karibuni kwangu wanangu, na wengine watamuona akiwaambia ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa. Chagua, chagua moja katika hizo, chagua moja katika hizo lakini mimi nimechagua ile ya kwanza, karibuni wanangu, ndio barikiwa. Kwa hiyo wote ambao wana Yesu ndani yao wamebarikiwa, wamebarikiwa hao. Na mimi naomba uungane na kundi la waliobarikiwa, usikae katika kundi la waliolaaniwa. Yaani, kama huna Yesu katika maisha yako umelaaniwa. Mpaka hapo nafikii nimejieleza vya kutosha. Mungu awe upande wako akubarikie sana, we ambaye Yesu ni wa kwako, na we ambaye Yesu hajawa kwako, nafasi bado ipo, kama nilivyosema. Mungu akubariki, wa nikutakie wakati mwema na wakati wa baraka na neema yake. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe pamoja nawe sasa na milele.